kwamba utendaji kazi mzuri wa chama si tu kuwa na jengo la fahari, si kuta, dari na, na, na, na, na sakafu iliyopambwa na kupendeza, bali utendaji mzuri wa chama. Ofisi za vyama hii tunayoijenga, lakini hata zile za mikoa na wilaya, ni sehemu ambapo wanachama wetu hususan vijana watapata fursa ya kupatumia ili kujifunza na kujijenga kiuongozi na kimaadili. Vilevile vile ni pahala pa mikutano, mijadala, tafiti, mafunzo na maamuzi ya kisera. Aidha, ni muhimu wakati wote viongozi kuwa karibu na wanyenyekevu mbele ya wananchi, maana wao ndio wamiliki wa, wa, wa chama hiki. Si viongozi, tumekabidhiwa dhamana na zamana hizi